Tizal akiwa rais wajalua takutukojelea sisi, itakuwa saa ile mjalua ukipata kama anakojoa unataka kupita na kuambia hey, simama, serikali bado inakojoa. Leo tumtizame mwamba ambaye amezua mambo mengi sana baada ya kifo chake pale Kenya. Wanaharakati Gen Z wanaonekana walimpenda mno huyo, kwa nini? Raila Amolo Odinga amekuwa katika safu ya siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo mitatu, na anakumbukwa zaidi kama kiongozi wa upinzani wa muda mrefu, na ambaye azma yake ya kuiongoza Kenya mara kwa mara imepelekea matukio ya kihistoria yaliyobadilisha taswira ya siasa za nchi hiyo. Kwenye uchaguzi wa Agasti tisa Mwaka 2022 ilikuwa ni mara ya tano kwa Raila Odinga kuania urais na baadhi ya wachambuzi wakasema, kipindi hiko, huenda hiyo ndio ilikuwa nafasi yake bora zaidi kupata ushindi. Ndoto ikayeyuka, na hasa hususan baada ya rais anayeondoka ambaye alikuwa ni Uhuru Kenyatta, na ambaye kwa kipindi kirefu alikuwa hasimu wake wa kisiasa, kutangaza hadharani kwamba anaunga mkono na azma ya Odinga rais wa tano wa Kenya na hata kumpigia debe wazi wazi. Lakini safari ya kisiasa Raila Odinga hadi wakati ambao anapoteza umauti haijawahi kuwa rahisi. Karibu sana. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika mji wa Maseno wilaya ya Kisumu nchini Kenya. Baada ya masomo yake, aliingia katika utumishi wa umma kwa mara ya kwanza hapo mwaka 1974 na kushikilia nyadhifa mbalimbali katika shirika la ubora wa viwango vya bidhaa la Kenya hadi mwaka 1982, alipoanza harakati zake za kisiasa akipinga utawala wa chama cha KANU ambao ulionekana na wakosoaji kuwa wa kidikteta. Kufuatia jaribio la kupindua serikali ya Rais Daniel Toroitich arap Moi, utawala wa Moi ulianza msako kwa lengo la kuwajibisha waliohusika. Odinga ni kati ya wale waliokamatwa na baadaye akashtakiwa kwa uhaini na kutumikia kifungo na vifungo viwili kwa karibu mwongo mmoja. Baada ya kuachiliwa katika miaka 1990 Odinga alikimbia nchi kutafuta hifadhi Norway, kwa hofu ya kukamatwa tena na kuteswa zaidi. Martin Olo ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Alisema zaidi kuhusiana na tukio hilo huku akipigilia misumari na kushikilia hoja za Odinga. Lakini Odinga alirejea Kenya na kujikita katika harakati za ukombozi kupitia Forum for the Restoration of Democracy, FORD, ambayo wakati huo iliongozwa na miongoni mwa wengine, baba yake Jaramogi Oginga Odinga na mfungwa mwenzake wa kisiasa Kenneth Matiba. Aliporudi kutoka uhamishoni alijiingiza kikamilifu katika siasa hapa, akiungana na baba yake, makamu wa rais wa zamani, na watetezi wengine kushinikiza serikali ya Moi kufungua nafasi ya kidemokrasia nchini Kenya. Think as a Kenyan first before you think as a member of the community here. Shinikizo kali mno likaendelea kumtaka Rais Daniel Arap Moi kuridhia msukumo wa kubadilisha kipengele cha katiba kilichoifanya Kenya kuwa nchi ya mfumo wa chama kimoja cha, cha siasa na hilo likafanyika mwaka 1991. Kupitia Forum for Restoration of Democracy Ford moja, mojawapo ya vyama vya kwanza vya upinzani katika miaka ya 90. Raila alijitoza kwenye siasa za kuchaguliwa hapo mwaka 1992 alipoegemea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Langata nje kidogo ya jiji kuu la Kenya Nairobi. Baadaye alijitoza tena kwenye kinyang'anyiro cha uraisi, ulikuwa ni mwaka 1997 bila mafanikio. Aligombea tena mwaka 2007, 2013 na 2017. Odinga amekuwa mwanachama wa vyama vingi vya siasa tangu wakati huo. Mnamo mwaka 2002 alijiunga na vyama vingine vyenye mawazo kama hayo kumfanyia kampeni Mwai Kibaki chini ya muungano wa National Rainbow Alliance, muungano ambao hatimaye uliondoa Kanu serikalini na kuleta mapambazuko mapya katika nyanja ya siasa pale Kenya. Kupitia msukumo wa nchi kutaka mabadiliko ya kikatiba, amekuwa mstari wa mbele kwanza, akiongoza upinzani katika kura ya maoni ya katiba ya mwaka elfu mbili na tano na kusababisha kutimuliwa kutoka kwa serikali ya Mwai Kibaki na baadaye kuwa mfuasi wake mkuu mwaka 2010 alipoongoza uungwaji mkono wa kupitishwa kwa katiba. Lakini wakati historia ya uchaguzi wa Kenya inapoandikwa, ni vigumu kuliacha jina la Raila Odinga nje ya sura ya ghasia mbaya zaidi zilizokumba nchi hiyo kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ambapo yeye na rais wa wakati huo Mwai Kibaki walikuwa wakishindania nafasi ya urais. Kilichofuata hapa ni vurugu, wewe ghasia na umwagaji wa damu ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya watu elfu moja mia mbili walipoteza maisha yao, maelfu kujeruhiwa na dozeni za maelfu kufurushwa makwao. Baadaye mirengo miwili ya kisiasa, kwa usaidizi wa watatuzi kutoka nje ya nchi, ilikubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, ambapo Kibaki alikuwa rais huko Odinga akiwa waziri mkuu, lakini hicho kilikuwa ni kipindi cha miaka mitano tu kabla hajavalia tena kofia yake ya kiongozi wa upinzani, huku akiwa mkosoaji mkubwa mno mkubwa mno na serikali katika enzi ya Moi, na baadaye marais Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta. Odinga akawa taswira ya siasa za upinzani hapo Kenya kwa kipindi kirefu, na akaandika historia kama mwanasiasa kwanza aliyefaulu kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais na kusababisha kufutwa kwa uchaguzi wa kwanza wa urais barani Afrika. Hii sasa ni kukumbusha, ilikuwa mwaka 2017, na, na baada ya uchaguzi wa, maru, wa marudio wa mwaka 2017 ambao Odinga na wenzake katika muungano wa kisiasa uliopewa jina la NASA walikuwa wamehususia, mwanasiasa huyo alipanga gafra ya kujiapisha kama kile alichokiita rais wa nchi, na hapo tarehe 30 mwezi Januari 2018 Uapisho huo ukafanyika kwenye bustani za Uhuru Park mjini Nairobi, jambo ambalo halikupokelewa vyema na serikali. Kilichofuata ni hali ya taharuki, maandamano, uporaji na hata mauaji, huku upinzani na serikali zikiendelea kuchukua misimamo ambayo ilihitilafiana. Baada ya hapo, Odinga pia aliandika historia kwa kuwa sehemu ya mpango uliofeli wa kutafuta maridhiano ya kitaifa maarufu BBI kupeana mikono na mpinzani wake wa miaka mingi Uhuru Kenyatta. Hapo sasa ilikuwa tarehe tisa mwezi Machi mwaka elfu mbili na kumi na nane tukio ambalo halikutarajiwa na wengi na ambalo likaendelea kujadiliwa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huo. Odinga amesema mara kwa mara kwamba iwapo litachaguliwa kama rais, mchakato huo wenye utata ambao ulisitishwa na mahakama ya juu kwa kuwa haukufuata mkondo ufao kwa mujibu wa katiba ya Kenya utafufuliwa upya. Basi tarehe kumi Disemba mwaka 2021, Odinga alitangaza kwamba atagombea urais wa Kenya, kauli mbiu yake ikiwa ni kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini Kenya. Chama chake cha ODM kikashirikiana na vyama vingine ikiwa ni pamoja na kile ambacho kikatawala Jubilee na kuunda muungano wa upinzani uitoa azimio la umoja One Kenya ambao hukaridhia peperusha bendera yake kama mgombea urais iwapo Odinga atachaguliwa. Kipindi hiko watu walisema angekuwa rais, aliingia madarakani akiwa na umri mkubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo ya Kenya, lakini mpaka tunaongea hivi sasa mimi na wewe, Odinga hayupo duniani. Afrika Mashariki imejawa na simanzi. Ufuatiliaji wa siasa za upinzani umejawa na maswali mengi sana. Odinga huyu tunamuaga wakati ambao tulikuwa tunahitaji mengi kutoka kwake, hata ushauri basi kwa Kenya angetusaidia. Ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya imepeperuka ghafla. Moja kati ya maoni ambayo yamekutana na sisi katika mitandao ya kijamii, basi kwa kifupi ni kwamba unapaswa ufahamu kwamba huyu ameondoka, Wakenya wengi wakiwa na simanzi nzito, huku wakianzisha vurugu na tafrani nyingi kutokea kwake. Lakini taarifa za mapema kabisa kukamatwa kabla ya kifo chake na watu kuzikamata ni ili ya kwamba hatupo na tena duniani.